Vision 2030 madini ni maisha na utajiri. Mheshimiwa wakili msomi Edward Ole Lekaita: Mheshimiwa mwenyekiti, nakushukuru. na kwa kuwa kwa Mheshimiwa waziri umesema kuna mwekezaji anataka kuja Manyara na sisi Kiteto tuko tayari kumpokea, lini utamleta Kiteto? Mheshimiwa waziri, majibu ya serikali. <laughs> Naomba nimpongeze kwanza wakili msomi kakangu Lekaita, na nakuombea sana watu wa Kiteto wakurudishe Umefanya kazi kubwa sana, umelielimisha bunge hili sana, elimu yako ya usomi wa sheria umetusaidia sana kama bunge la Tanzania, na watu wa Manyara wasikie kwamba tuna mbunge makini kutoka katika wilaya ya Kiteto. Hongera sana ndugu yangu Lekaita. Eneo hili maana yake watu wanafanya needs assessment katika maeneo haya, tutawahakikisha maeneo yote wanapitia lakini naamini katika kanda hii ya katikati tukipata kiwanda kimoja kikubwa provided kokote kitakojega kitasaidia wananchi wa kanda hii. Kwa hiyo oh, imani yetu kama serikali tutachagiza kupata watu hawa wafike wabainishe maeneo waweze kuwekeza. Kwa hiyo oh, naomba niwahakikishie watu wa manyara na Dodoma, tunahangaika ujenzi wa kiwanda kikubwa cha simenti hapa, kwa lengo kubwa ni kwamba itumie iron ore iliyokuwepo kuzalisha malighafi ya simenti na hasa kuzalisha simenti for export maeneo mengine.